Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wana Firdaus, wapenzi wa jumuiya ya Firdaus na wale wote ambao mnafuatilia matukio mbalimbali ambayo yanaletwa kwenu na jumuiya yako pendwa kabisa jamaiyatul Firdaus alkhairiya. Leo tarehe nane, ikiwa e, ni Ramadhani ya saba, e, zoezi letu la ugawaji wa iftari saim limeanza kwa ndugu zetu hawa wenye ulemavu, kama ambavyo kila mwaka tunafanya zoezi kama hili na hapa ndipo ambapo utaona ule utamu na uzuri wa sadaka yako ambayo umeweza kuitoa. E, ukiona klipu hii ikiwafikia wale walengwa e, sisi hatuna mengi ya kuzungumza zaidi ya kumwomba Mwenyezi Mungu awatilie baraka katika kile mlichokitoa, lakini pia awape furaha kama vile ambavyo ndugu zetu hawa leo wataweza kupata furaha hii kwa kuweza kupata iftari hii ambayo imeandaliwa na ndugu zao wana Firdaus lakini pia kutakuwa na zawadi ya kanga kwa kila ambaye atapokea zawadi hii ya iftar, atapata na kanga hiyo mpya kabisa. Mambo yote haya yanafanywa ya na nyinyi wapenda kheri, nyinyi wana Firdaus, nyinyi ambao mnataraji kupata radhi za mula wenu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awape lile ambalo mula lihitaji katika mioyo yenu. Ndugu yangu Zaki yuko hapa naye atakuwa na chochote cha kuzungumza kabla ya kuanza kwa zoezi hili la ugawaji wa iftari hii pamoja na kanga kwa ndugu zetu hawa ambao wametuitikia kwa wingi katika kuja kupokea kile ambacho leo watapewa na ndugu zao Waislamu. Alhamdulillahi rabbil Alamin, kama alivyozungumza katibu mkuu wa jumuia ya Firdaus, Sad Alinai, ya kuwa mwendelezo wetu wa kuanza kugawa sadaka ya Ijumaa kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano leo tarehe saba, tarehe nane mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na tano, tumeanza rasmi kwa kufungua kwa kuwapa watu wenye wa mahitaji maalum kwa leo tunaanza na wenye ulemavu wa miguu na viungo mbalimbali, lakini kesho inshallah tutakuwa na wenye mahitaji wa upofu wa macho, hao nao watakuwa kesho, ni kundi lao. Sima alaikum, ndugu zangu Waislamu, tunaomba mzidishe kutoa ili tuweze kuwafikia wengi, kwa sababu hapa leo tumekusanya watu sitini na nawaleta maombi ya watu mia mbili na arobaini. Kwa hiyo tunawaomba sapoti yenu zaidi ili tuweze kuwafikia waliokuwa wengi zaidi na kama ilivyo ada ya Firdausi huenda mikoa mbalimbali na sehemu mbalimbali kuweza kuwapa wenye mahitaji eh, wakiwemo mayatima, walemavu, wajane eh, na masakini mbalimbali yani fukara, ili waweze kupata iftara at least ya muda wa miezi wiki tatu au mwezi mzima so. Na msalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatu, ndugu mpenda kheri popote ulipo ulimwenguni. Leo ikiwa ni tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano, tuko hapa jumuiya yako pendwa ya Al-Firdaus Charitable Foundation katika ugawaji wa iftar saim mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na hapa yupo mama yangu ambaye ni miongoni mwa wanufaika ambayo amepata sadaka hii ya iftar swaim elfu mbili na ishirini na tano, naye ana machache ya kusema kuhusiana na jumuiya hii. Naam, karibu sana. Asante. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunakushukuru, sisi watu wenye mahitaji. Huu ni mwaka wa nne sasa tunapewa riski na Firdaus. Kwa kweli, hii taasisi, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu, wanatujali wanatupenda. Hii, huu ni mwaka wa nne tunapata futari kwao. Hawajatubagua, hawajatutenga hata siku moja. Shukrani ziwaendee wote wafadhili wa wanaotoa sadaka hizi, na shukrani ziwaendee na hawa viongozi wa hapa. Hatuna la zaidi. wa wa wa Sheikh Ausi Ramadhani wa wa leo, unajisikiaje kupokea misaada hii kutoka hapa, Firdaus, Al-Firdaus Charitable Foundation? Na unawaambia nini wapendaheri mbalimbali ambao wamekwisha toa sadaka zao na ndio hizi ambazo mmepatiwa leo? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah, na kuwatakia rehema mabwana kwamba waendelee kutupa sadaka hizi, na Mungu awajaze awalipe kila laheri, kwa sababu huu ndio mwezi wa kutoa na ndio mwezi wa kuchumba. Na sisi tumepokea pia, tunatakiwa na tu na shukrani na tuombe dua hayo mabwana. Mungu awajaze awajalie awape, si hiki tu basi, waendelee kutoa zaidi ya hiki inshallah, kwa uwezo wa Mungu. Mungu atajalia watapata neema zao, kwa sababu wenye kupewa wenye kupokea wanapata neema, na wenye kutoa na wanapata neema. Naam, kabisa siusi. ni mara ngapi hiyo unakuwa ni mnufaika wa jambo hili? Huu mwaka wa 4 sasa hivi. Naam, mwaka 4 nne mfululizo akiwa ni mnufaika wa taasisi yako ya Al-Firdaus Charitable Foundation katika zoezi hili la Iftar Swaim. Karibu sana na shukrani sana, asante sana, shukrani.